Sabuhi ya leo tuna magazeti mengi katika mikono yetu, na hakikisha kwamba msikilizaji unashiriki nasi moja kwa moja kwa kuenda kuchukua gazeti hilo katika maeneo husika, kama alivyozungumza Godfrey Mengele pale kwamba, hivi bwana, sisi kazi yetu ni moja, kusoma tu vile vichwa uza peke yake, alafu wewe utaenda kuchukua. Sasa kwa upande wangu mimi nimekamata gazeti la Chama cha Mapinduzi, gazeti la Uhuru ambalo siku hii ya leo ni Ijumaa huwa mm. linaandika Uhuru vijijini uhuru. E, Uhuru vijijini. Sasa gazeti hili ukurasa wa mbele linaandika Wasira nasema mm. CCM haina chuki wala kisasi. mm. CCM haina chuki wala kisasi. Wala kisasi. Mm. Kama kuna mtu alikuwa nadhania CCM ina chuki na kisasi, hey. Mzee Wasira anasema haina chuki wala kisasi, na anasema hey. CCM inaamini katika maridhiano. Ukimsikiliza mzee wetu mzee wetu Wasira anasema hey. hivi CCM inaamini katika maridhiano. Sasa hmm. wakati Tundu Antipas Lissu alipokuwa Iringa hmm kwenye ile mikutano yake kwenye hii kanda ya Nyasa hmm. Unakumbuka mara ya kwanza kabisa tukasema, hivi sasa CCM wanasema maridhiano yapo kupitia ya 4R za Mheshimiwa Rais hmm. Chadema nao wanasema bwana, maridhiano haya mwisho wa siku hayajafanyika hmm. Sawa, wengine wanasema kuna mabadiliko machache ndiyo yamefanyika, lakini kuna mengine bado hmm. Tukaanza kuhoji, kwani wao wana Chadema wanadai nini hmm. Na hao CCM wako vipi hmm. CCM akasema mabadiliko waliyoyasema mengine tumeyafanya na mengine yanaendelea hmm. Lakini tulirudi kwenye upande wa Chadema, Chadema nao ile siku Lissu wakasema kwamba ndiyo waliridhiana na tume ikawekwa pale kabisa kwa, tume ikaundwa kabisa kwa ajili ya kufanya maridhiano, lakini Lissu anadai kwamba baada ya kukubaliana hmm. Aliposema jamani, wapendwa, haya tumekubaliana, haya vizuri, sasa tuyaandike haya ambayo tumekubaliana, kwa sababu mali bila daftari uisha bila habari. Hiyo ni kwa mujibu wa Alisu sio, hey. Kwa mujibu wa Zori Orema maenge <laughs> Sasa wakati anasema kwamba waliposema kwamba tuyaandike hey. haya yawe documented Riso natoa tuhuma, anasema kiukweli, zikaanza chenga chenga, akasema zikaanza chenga chenga mpaka leo eh, na wakati huo katibu mkuu alikuwa ni mkuu wa mkoa sasa wa Rukwa. Eh, eh, ndugu yetu, Daniel eh, uh, Chongolo. Eh, Ni Songwe bwana sio Rukwa eh. Ni mkuu wa mkoa wa Songwe Daniel Chongolo kasema mara baada ya vile Kura, sasa mbona itena, kama alikubariki? Hmm. mbona kama wataki tuwekeane tena kwenye maandishi japo, sasa mzee Wasira yeye anasema chama hiki hakina e, e, chama hakina chuki wala hakina kisasi hey, na yoyote. Hmm. Hmm. Hakina chuki wala kisasi na yoyote. Hili ndio mambo tucheki na wowote hey. Hmm. na Taarifa nyingine, Eh. Kuanika uh, mafanikio miaka minne ya Rais Dr. Samia, Dar es Salaam leo leo hey, Saizi sa, sa, sa, ukipita eh, sa uki, uki kila mahali viongozi hmm, hawa wa kiserikali wa kichama, mm -hmm. Kwa kweli wamekuwa wakifanya jitihada kweli kweli kuhakikisha ile miradi ambayo eh, pengine ilikuwa ipo kimya kimya isikiki isikiki, hmm. eh, sasa wanarudi eh, kuizungumzia wanarudi kupongeza kile ambacho kimefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kurem, Dr Samia Suluhu Hassan. Yes. Yes. Kuna mtu alihoji ali, ali, ali, ali hivyo hivyo, mm. akasema kuna haja gani ya kwanza kuwaambia watu miradi na wakati inaonekana? mm. kuna mmoja akasema, sikiliza, sio kila mtu anajua, lazima tuwafahamishe. mm. watu wajue, hasa kipindi hiki. mm. haki ya wananchi kushiriki uchaguzi isiporwe na vyama vya siasa. Huyo ni anaitwa Mbeto. mm. yeah, ni maoni yake anatoa, haki ya watu kwenda kupiga kura hmm. isiporwe na nini? vyama vya siasa mm. ni chama gani kimepora haki ya wananchi kwenda kwendaku mm kupiga kura, chama hicho kinajieleza. <laughs> <laughs> Kinajieleza msikilizaji akikamata gazeti la Uhuru eh, ukurasa wa pili atasoma kwa undani zaidi eh, kwa sababu kwenda kupiga kura, kura, kura ni haki ya bwana kwenda kupiga kupiga kura mkuto, kupiga kura ni maamuzi yake yeye mwenyewe eh, ha, aliuliza hapa Mengele <clears throat> eh, siku ya juma ngapi hapa akasema kwamba nisipokwenda kupiga kura kwani kuna shida gani? Kuna ulazima? Mtakwenda, hamna atakaye kwenda kukushtaki, lakini tunaendelea kukupa elimu ili ujue haki yako ya msingi. Yes. Wao walikuwa wanamtaka kiongozi wa chama fulani, mm -hmm. Kwa sababu ujaenda kupiga kura, kura kura... zikana yako moja ilikuwa ya kufanya maamuzi hey. mm. Mbali na changamoto zote ambazo zinaelezwa lakini huenda mm. mm. hivi ah. Kwa mfano Mengele, unataka uje Radio Nuru FM mwangaza wa jamii 88.9. Na nishakuja. Nia yako unataka ukutane na Victor Chakudika mm ambaye ni mkurugenzi wa Radio Nuru FM. Sawa? Mm. Sawa. Mm. Sasa kwa kuwa unataka kutana na mkurugenzi Victor Chakudika hapa redioni mm. Eh, ukiwa kule unaambiwa mm. kwamba bwana eh, pale Victor Chakudika sidhani kama atakaw amefika huo muda ila utakutana na meneja Gerald Marekela mm. Lakini nia yako kukutana na nani? Na Chakudika. Na Victor Chakudika. Chakudika, Victor nania na mkurugenzi mm. Sasa una wewe upo Kihesa. Sawa? mm. mm. Ukishapata taarifa kwamba kiukweli inavyoonyesha inavyo mkurugenzi mm. hata kuwepo muda wake labda e, muda wake wa kufika ndio, lakini kwa wewe, kwa tagedi zako na mambo yako, unaona mm. hapo, ili ni jambo langu ili lisikilizwe vizuri mm. nikutane naye mwenyewe, kukutana naye mwenyewe sawa mwenyewe. Yeah. dho yeah. Nuru ni, ni, ni, ni, ni inahusika, lakini wewe raha yako mkute yeye yeah, yeah. Sasa ukaambiwa kwamba of course viongozi wengine wapo, wengine wote wapo, kuanzia meneja yupo, afisa utawala yupo, na viongozi wengine walioko chini wapo. Vipi, utaenda kumwona eh, Victor Chakudika kama mkurugenzi ama uta, utasalia mpaka atakaporejea? jambo langu la mtaka Victor Chakudika kama eh, mkurugenzi ndio. <laughs> nitamsubiri Victor Chakudika. Hadithi hii inatufundisha nini? ndio hilo ni swali ambalo tunamwachia msikilizaji sasa. Ndio Aweso apiga marufuku mamlaka za maji kuwakatia uh, wateja siku za sikukuu. So, hey, matumizi ni mengi kaka kwenye sikukuu. Hey, si ulipe bili sasa, ili utumia hayo maji vizuri. hata kama kwa nini usilipe bili, kama mjiona wakati mwingine mingine wote kuniketea maji zaidi ya leo <laughs> lakini hiyo <laughs> pia ni ni, ni sheria inasema kabisa hmm. marufuku tena tena, sio tena sio sikukuu tu peke yake, hata weekend walikuja kuzungumza hapa Eura, unakumbuka? yeah. Eura walisema pia mamlaka hizi pia, unajua wakati mwingine kata maji siku ambazo ni za weekend mm. pamoja na, na siku sikukuu, ambazo ni za sikukuu. Taarifa nyingine, ukurasa 4, inaandika mganga adaiwa kuomba rushwa kwa wagonjwa mm. Mganga tena, tunaposema mganga tunamaanisha daktari. Hapo sawa. Sio nesi kaka wala muuguzi. Unajua mm. mm. kina sangoma. Eh? Kina sangoma. Mganga adaiwa kuomba rushwa kwa wagonjwa, kwa sasa sita lakini, sema hii inakuwa sasa... ni inakuwa ni Inaweza ikawa ni uko kweli e. ama inaweza ikawa ni yule professional kabisa, ambaye wakati huyo mganga akiomba rushwa kwa wagonjwa mm. Makambako pale e. tena Eh. Isiwe Ma Makambako <laughs> <isiwe> nini <imenza kushirikina. laughs> <Isiwe imenza kushirikina? laughs> Watumishi wa serikali hasa walimu na wauguzi katika kijiji mm -hmm. cha Nyamande kilichopo kata Kitandililo, ya Kitandililo, halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wanadai kuibiwa vitu mbalimbali ikiwamo nguo za ndani swala linalopelekea wengine kuomba uhamisho. Hata hivyo kukomesha tabia hiyo, wananchi wametakiwa kushirikiana na serikali ya kijiji ili kukabiliana na wizi huo mm. Na akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara diwani wa kata ya Kitandelilo Imani Fute amesema ni lazima wananchi kushirikiana na serikali kukomesha vitendo hivyo, kwani vinarudisha nyuma maendeleo ya kijiji kutokana na watumishi wanne kuomba uhamisho. Yani mtumishi anaona vitu vyangu vyote vimeibiwa hadi nguo za kwa nguo za nje wanachukua na za ndani, nguo za ndani wanachukua. Na vitu mbalimbali wanapeleka wapi? Haijulikani. Watumishi wakasema ah ah, hii sio ishara. Wanne wameomba kuhamishwa. Kwa hiyo wanachukuliwa nguo za ndani. Unajua? Hey. Nguo za ndani e, yani, sijui mnanielewa nguo za ndani zile ambazo ukivaa hautakiwi kuzionyesha wazi. E. E. E. E. E, yani ni za kwako, siri yako wewe, huko ndani umevaa nini. Sasa kule Njombe e, ukianika tu e. e. sasa wana wanazichukua zikiwa kwenye kamba au ndani yani, kwa, kwa... E. Yani, sasa tu upo kwenye nyumba kupanga. Nguo yako moja ionekane. E, ukuta ile unaipenda nyeupe nyeupe Nyeupe hiyo nyumba na ishu sio kuama nyumba. Ishu ni nini? Isu ni kwamba inabidi hiyo nguo ipatikane. Ipatikanepak <laughs> <laughs> Na mimi hiyo do... nguo inabidi <laughs> Na mimi ndo nawasisitiza, kati ya hizo nguo zote mfano na nguo za ndani tano ninayo <laughs> moja nyeupe nayoipenda unakuta imebebwa au nyekundu taarifa. mm. nyingine inasema hey, <laughs> ah, <laughs> Chadema waburuzana mahakamani kisa ubaguzi udini na ufisadi Zanzibar. huko hilo eh, ni gazeti la <laughs> Uhuru ukweli daima, na taarifa ya mwisho inaandika Mdeme. unamkumbuka Mdeme? aelezea <laughs> hmm. uh, fursa Tanzanite kuwa mwanachama UNCCD mwana bwana kwa hiyo huyu uh, Mdeme kama nakumbuka, kuna kipindi alikuwa mkuu wa uh, alikuwa ni uh, mkuu yeah, eh, wa mkuu mm. mkoa wa Ruvuma alikuwa anawaambia wanafunzi kwamba bwana, msikubali kuitwa baby ah, vigiana, mtora, mwana mwita mwana, mwita mwana. baby msikubali kuitwa ah hey, vijana watu eh bwana, mimi nakuwa nimeweka nukta kwenye gazeti la Uhuru kweli daima, gazeti la Chama cha Mapinduzi asubuhi ya leo. Miongoni mwa yale mengi ambayo yameandikwa kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo ni pamoja na pombe. Mavazi vya ponza wengi usaili serikalini. Pombe. Mavazi, mavazi vya ponza wengi usaili serikalini. Kwa mtu anakwenda kusaidiwa akiwa na pombe amekunywa. Taarifa ndogo inasema, ay, viduku mm, milegezo ndio, vimini ndio, navyo vimo viduku watumishi wanaohitajika kuziba pengo hivi sasa eh, ni laki 4 arobaini na moja elfu mia tatu sitini na sita. Lakini kuna nukuu hapa ya George Simba Chawene, anasema mwalimu anakuja amevaa jinsi imekatika katika humu, eti anakuja kwenye usaili wa ana kwa ana, anasema njoo kwenye usaili umepiga kataikako kashati kako, mbona siku hizi kwenye masoko kuna hadi eh, kashati ka shilingi elfu moja unamuona, unamwona huyu eh, ana haiba wengi wanashangaa kwa namna wanavyokuja tabia mm. Ni kama ngozi mm. Huwezi ukibadili mm. Kuna kaka zetu, kuna dada zetu ambao hata kanisani wanapoenda mavazi yao, wanasema ya hakika huyu ndio husband material mm. Hakika huyu ndio wife material, nimemwona Bwana mm -hmm. Amejibu maombi yangu ya muda mrefu sahihi, akiwa na, kanisani na nakwenda kabisa kwa mchungaji nawasema kabisa pale hapa nataka hmm. kuona familia. Kuna kina kaka, kuna kina dada, ukiwaona kanisani unasema Mwenyezi Mungu ame ameshusha baraka zake. Naona hmm. kuna mwanamke hapa, naona hmm. kuna mwanaume hapa. Amen hmm, baadaye mkishatoka kanisani hmm. Vitu viwili tofauti, yule ambaye anaimba kwenye praise and worship team pale anasifu na kuabudu. Kwa hiyo si kwamba ajira hazipo, pengine nafasi zipo za ajira lakini uh, wakati hawa wanaokwenda kuomba ajira muonekano wa, wao, namna wanavyokwenda kufanya usahili ndio unaopelekea wasipate ajira. Hila. kwa hiyo vijana wajitafakari, waliangalie hili lakini sasa eh. Lakini sasa hivi inawezekana kweli? Siku ya kwanza unaitwa kwenda kufanya interview, azori kweli, una akili ya kawaida unaweza ukavaa yani jinsi imekatika katika, na unajua mahali wapo wanakwenda hivyo hivyo. Doris, wapo wapo wanakwenda hivyo, mimi nakwambia ujakutana nao. Sasa hii ndo na, na, na unganisha na story moja ya Marekani, yule, yule kijana yule kijana yeye amekosa nafasi ya kazi kwa sababu aliwahi kwenye usaidi eh, dakika 25 kabla ya, ya muda ambao waliambiwa wafike mm, eh, alifika mapema i, yani bosi anasema ya tumemnyima nafasi ya kazi kwa sababu tumeona labda pengine ana shida ya afya, akini kwa nini hawahi kufika kabla muda, uwe, lakini, vile, ya muda ambao ulipangwa, lakini vile vile bosi anasema mm, wakati amemwona yule kijana amefika mapema mm, alianza kama ni yani, Anaona kwa sababu bosi anaendelea majukumu yake akiwaza kuna mtu nje anamsubiri mm. Bosi anachanganyikiwa huko ndani. Taarifa nyingine, Wasira asema CCM inaamini katika maridhiano. Heche polisi wavutana. Hii ni taarifa ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu pamoja na ukurasa wa tano wa gazeti hili la Nipashe, lakini kukiwa na taarifa nyingine kupitia gazeti hili la Nipashe ni pamoja na zuio bidhaa za Tanzania Bashe atoa kauli nzito kwa Afrika Kusini mm. na Malawi. Bashe amesema ametoa siku saba mm. e, kwa Malawi pamoja na Afrika ya Kusini kuhakikisha wanaondoa hilo zuio la kuingiza mazao yetu yanayotoka Tanzania kwenda kwenye hayo mataifa mm. na endapo na wao watakiuka, mm. basi na sisi huku tutaangalia namna Eh, najua ukiangalia namna kwa uki, sababu tunataka tangawizi ziende huko South Africa, tunataka eh, tangawizi ziende Malawi, tunataka mahindi aende huko, tunataka sijui karanga sikarangana. Sasa kwa nini mnazuia wakati sisi ni wamoja? Ukiangalia kwa upande wa Malawi, kuzuia bidhaa kutoka Tanzania mm. si mara ya kwanza. Desemba 14, 2023 Malawi iliwahi kuzuia mahindi kutoka Tanzania, tena kipindi hicho naambiwa ndicho kipindi ambacho soko la mahindi lilikuwa kubwa sana kwa Malawi 2023 hiyo na, na walikumbwa pia na kimbunga Fredi na ilipelekea mkubwa wa chakula mahindi nchini Malawi na Malawi ikaamua kuingiza import tani elfu arobaini za mahindi kutoka Msumbiji. Na Basha amelitolea mfano hilo, anasema wakati wanapokumbwa na changamoto ya sisi huwa yes, sisi huwa tunawafungulia milango, lakini wao kwenye hili kwa kweli hawatokubali. Eh bwana, sawa. Taarifa nyingine katika ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe ni pamoja na Mahakama Kuu yaipa siku 21 cha, Chadema kuwasilisha utetezi. Mm, Chadema ina mambo mengi Bunde we. Lakini taarifa nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili, CAG uwezo wa nchi kudhibiti mafuriko bado ni duni sana. Hichi <coughs> ndicho ambacho <coughs> anakisema. Bado watu wanajenga yeah, mabondeni. Wanajenga mabondeni, mm. Haya. Ah, yeah lakini pia taarifa nyingine katika ukurasa wa nne ni pamoja na shule za mchepuo wa Kiingereza, halmashauri zinadaiwa kuwatoza wanafunzi ada kubwa. Kwani hizi ambazo zinakuja kuwa mkombozi hizi ada, huko mmeshindwa kulipa kwenye shule za watu binafsi, wacha na sisi serikali huku kupitia kodi zenu, ukimpigia <laughs> <laughs> okay, ngwada Ukamuuliza kuhusiana na hii shule ya mchepuo wa Kiingereza hapa Gangilonga. e. Anakuambia sisi ada zetu ni nafuu sana. Haya, ada zetu e, mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi. Ya Bwana e, mimi nipo na gazeti pifu la Mwananchi limeandika, udukuzi mifumo nyeti janga jipya, CAG aeleza taasisi zinazoongoza kwa mifumo kudukuliwa, abainisha vikwazo, shilingi trilioni 3.5 za mashirika hazijalipwa mpaka hivi sasa idadi ya taasisi za umma ambazo mifumo yake malipo imekuwa ikifanyiwa dukuzi na wahalifu ni mashirika 78 hmm. eh. hmm. Alafu kuna pesa hapa ambazo hazijalipwa na kwenye mashirika. Mashirika? eh 78 mm. moja mpaka 78 hizi, eh, ndio idadi mashirika ambayo yanadukuliwa anadukuliwa na ukisha dukua, mimi sikwambia kuna taarifa nazichukua huko na hmm. vitu kama hivyo. Taarifa nyingine, Tanzania kuzuia bidhaa za Malawi na Afrika Kusini E, mizigo ya bidhaa za kilimo kutoka Malawi na Afrika Kusini hazitaruhusiwa kupita ndani mipaka ya Tanzania kuelekea bandari ya Dar es Salaam au nchi nyingine yoyote hadi zuio oh, hilo litakapoondolewa. Huu ndio ubaya ubwela. Amesema e, mm, kama mnataka mm, pitisheni yeah, kwa njia ya anga ila kwa ardhi barabara ya Tanzania hapa hakuna ah, hata mmoja <laughs> kutoka Afrika Kusini wala Malawi, na amewaambia pia wale ambao wanaagiza epo kutoka Afrika Kusini hey. wafanya biashara wa Tanzania bwana hey. e,

Gazeti la Jamvi la Habari gazeti lako pia lina taarifa kemkem na kubwa zaidi ni pamoja na Wasira ampa makavu kada wa Chadema. Taarifa ndogo inasema ni yule aliyemwombea msamaha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lisu, akitaka CCM imsamehe makosa yake, lakini amwambia ya Tundu Lisu hakukosea CCM bali ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata yeye akikosea, eh, atakumbana na mkono wa sheria. Asisitiza CCM haina visa na mtu, anayekosea hukamatwa na polisi, kwa kuwa ni jukumu lao, si la kila anayekamatwa si kila anayekamatwa na polisi sio, hmm. Sio kila anayekamata eh, au anayekamatwa huwa polisi ametumwa. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Jamvi la Habari. Lakini pia serikali ya awamu ya sita yapongezwa kwa kupeleka mradi wa maji miji 28. Na taarifa inayohitimisha ni pamoja na TARURA kutumia shilingi trilioni 1.18 kujenga na kukarabati barabara.